Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kufanyia kazi, tutaleta mapendekezo ya kuangalia upya sheria yetu ya manunuzi pamoja na sheria ya PPP ya, ushi, ya, ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Yote hiyo ikiwa inalenga kuongeza nguvu kwenye nchi yetu ya utekelezaji wa miradi. Tuna miradi ambayo imebainishwa kama ambavyo nimetoka kusema imebainishwa na ilani yetu ya uchaguzi na mingine imebainishwa kwenye mipango yetu ya maendeleo kwa hiyo tutakwenda kuitekeleza ili watanzania waweze kupata manufaa na utekelezaji huo wa miradi uweze kuwapa manufaa makubwa. Nimeona niiseme hii kufuatia baadhi ya kauli ambazo — na waheshimiwa wabunge, niwashukuru sana mmechangia vizuri — zilizokuwa zinasema sema habari ya dhahabu dhahabu dhahabu dhahabu. Mheshimiwa Spika, tunapotaja akiba zetu tulizonazo sasa hivi tunataja akiba ya fedha ambazo kwenye hizo akiba za fedha tunaongeleaga kiwango cha chini zaidi ya miezi minne ya uagizaji wa bidhaa, ambapo sasa nadhani tuna zaidi ya miezi mitano nukta saba ya uagizaji wa bidhaa katika uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Tuliongeza wigo wa kutaja akiba tulizo nazo sasa hivi tunataja pia akiba ya chakula tulicho nacho. Kiwango cha chini ambacho kinatakiwa kutosheleza akiba ni tani takribani laki moja na nusu lakini serikali ina akiba ya chakula takribani tani laki nne na nusu Maana yake nini, Mheshimiwa Spika? Panapotokea pana uhitaji, serikali inaweza kuuza ile ziada ambayo ambayo ni ziada ya kile kiwango cha lazima cha kubakiza kwenye akiba ya nchi, inaweza ikauza ili iweze kusaidia maeneo ambayo wananchi wanahitaji kupunguza makali ya mahitaji ya chakula. Lakini sehemu zingine, serikali inaweza ikauza akiba ya hicho chakula ili ili ipate fedha za kununua chakula kingine ili wakulima wasibaki na chakula katika maeneo yao itakuwa inauza si kwa sababu inatafuta fedha hizo ili ipeleke kwenye bajeti. Itakuwa inauza kwa sababu wakala wa chakula aweze kujiandaa kununua chakula kwa wakulima, kama sehemu ya kuwafanya wakulima wapate chakula, wapate fedha, wapate, wapate faida ya mazao yao. Hivyo hivyo na kwenye dhahabu, dhahabu inasimamiwa na, na benki kuu ya Tanzania na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi? Wao wanaenda kwenye, kwenye tetesi tu, dhahabu dhahabu dhahabu. Benki Kuu kama msimamizi wa sera, kuna wakati akitaka mfumuko wa bei uwe chini kwenye fedha tu achilia at, mbali dhahabu, wanatumia liquidity papers zake za, za kupunguza fedha kwenye mzunguko ndani ya nchi ni sera za kifedha za benki kuu ambazo huwa zina, zinatumika zinatumika na nchi yoyote, lakini katika muda ambapo wanataka fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wanatumia pia sera hizo hizo za kifedha ambazo zinaruhusu fedha ziende nyingi kwenye mzunguko wa, wa fedha. Sasa leo hii kwa benki kuu imesababisha wachimbaji wadogo wengi wanufaike sana kwa ajili ya ununuzi ule wa dhahabu. na kama nchi, mpango ule ambao dira yake imetolewa na, na, na, na Daktari Samia Suluhu Hassan, tunataka tuendelee na jambo hili la kununua dhahabu, hata iwe nyingi na nyingi na nyingi, mpaka tulingane na, ma, na, na mataifa mengine ambayo yalishanunua dhahabu nyingi. Inapotokea soko limepanda, soko limepanda la dunia, ni busara tu kuuza ili ununue dhahabu za wachimbaji wadogo huko, wapate soko wapate fedha nyingi za e busara. Maadam kiwango cha chini kilichowekwa cha dhahabu inayotakiwa kuwepo kipo vile vile, ni jambo la kawaida tuna haya, wala si mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya mtaani, ni mambo ya kisera. Benki Kuu watafanya na kama ambavyo mambo mengine ya kifedha ambavyo yanafanyika hivyo hivyo ndivyo ambavyo inafanyika ina, ina, ina na haya ya utekelezaji wa miradi. Tusije tukatumia tukatembea na kauli za wale wasioitakia mema nchi yetu, kwamba wao wanadhani kwamba nchi a aina ya haina fedha inataka iuze dhahabu ndio iweze kutekeleza miradi. Makusanyo tunayapata kila siku, lakini pia na fedha zikishapatikana, kwani zile za dhahabu zitakuwa zinawekewa alama, zenye zitakuwa zinawekewa alama wanataka za dhahabu tukisha zile za dhahabu zikiuza zifungwe shanga, kwamba hizi ni za dhahabu. Nadhani tuache kudandia hoja ambazo hatujui zimeanzia wapi na zimeenda wapi. Niwahakikishie watanzania duniani kote, moja ya taasisi zinazoongozwa na misingi ni Benki Kuu. Watu wasitoetoe taharuki, wasitoetoe taharuki kwenye taasisi ambazo zina heshima na uendeshaji wake una heshima na na popote pale ambapo taasisi hizi zinaendeshwa kwa heshima, zinazingatia misingi, na kama zinazingatia hiyo misingi, wale ambao hawana taarifa sahihi wasiingilie misingi hiyo. Mheshimiwa Spika, niliona nilisema hili kwa sababu lina, lina, nimeonaona linaleta leta taharuki. Tusitumie taharuki, tusitengeneze taharuki. Hizi ni taasisi zinazoendeshwa kwa heshima, na serikali haijakosa fedha za kutekeleza miradi na serikali pia ina njia nyingi za kutekeleza miradi. Ikitokea ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kutumia rasilimali zetu ikiwemo dhahabu, na wenyewe utakuwa uamuzi wa nchi yetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia, kwa kutumia mahindi, na wenyewe ule utakuwa uamuzi wetu. Ikitokea serikali inataka kutekeleza miradi kwa kutumia makaa ya mawe hiyo na yenyewe utakuwa uamuzi wa nchi. Niliona nilisema ili ili ku, kuondoa taaruki ambayo watu walianza kuta, walitaka kuianzisha. Mheshimiwa Spika, Benki Kuu imeshatoa taarifa ambayo e, ina clear hiyo doubt. Nilitaka tu niongezee kwamba ni taasisi ambayo inaheshimika duniani na sisi kama nchi tutaendelea kuzingatia misingi hiyo, na tumejipanga kutekeleza miradi kwa njia nyingi, zikiwemo za rasilimali, zikiwemo za ubia na sekta binafsi.